ya tisa ambayo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinazuia dua kujibiwa. Na katika kipande hiko tulikuwa tumefika katika kipande hiki ambacho kwamba kinasema katika dua Kumayl, allahumma ghfir li aldhunuba alati tahbisu dua, yani, ewe mola nighufirie dhambi ambayo kwamba inazuia dua au madhambi ambazo kwamba zinazozuia dua. Jambo la tisa ni tamaa, yani mtu kuwa na ile tabia ya tamaa. Tamaa ni vitu ambavyo kwamba vinamuingiza mwanadamu katika maangamizi, na ni vitu ambavyo kwamba vinamfanya mwanadamu asiwe yuko karibu na Allah subhanahu wa taala Bali kazi yake ni kuwa anachukua hii, anachukua ile, anachukua ile, ananyakua hii, ananyakua ile, pasina kuangalia mizani na pasina kuangalia mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maisha yake tu yote atakuwa ni mwenye kuishi na kutamani vitu vya watu, hata kwa wakati mwingine kuyanyakua hivyo vitu. Na hii ndugu yangu Muislam Yani, mazoea haya yana matatizo makubwa ambayo kwamba wakati mwingine inampeleka mwanadamu kufanya vitu ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, amemharamishia pasina yeye kuangalia na, ku, na kutizama kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha hii au hajaharamisha. Kwa hivyo yeye anachukua halali, anachukua haramu, anatamani ya halali, anatamani ya haramu, hivyo hivyo, mpaka sasa anakuwa ni amefaulu katika madrasa ya tamaa ambayo kwamba ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuharamishia, naam, kuwa na tamaa zingine ambazo kwamba sehemu yake e, tutakuwa enye kuongea, haina tatizo, lakini kuna ile tamaa ambayo kwamba tumeharamishiwa. Sasa atama, maana yake wana lugha wanasema huwa au wana sema, wahua, akhlaq wanasema kwamba nayo ni aniyamudda linsanu ayna, ni mtu kuwa ni mwenye kufumbua macho yake, ila ma fi aidi nnas, kwa yale ambayo kwamba yamo mikononi mwa watu. Wayatamanna, na awe ni mwenye kutamani alistilaa alay, awe ni mwenye kutamani kuyanyakuwa yale ambayo kwamba yamo mikononi mwa e, mwa watu hivyo ni tabia ambayo kwamba si nzuri. Ni mtu au ni mwenye kujirudia nafsi, akiangalie mimi kama niko na hii tabia nikate au niimalize kabisa. Nukta ya kumi ambayo kwamba jambo la kumi ambalo kwamba linazuia dua kujibiwa ni e, kabla tuendelee na hiyo nukta ya kumi na moja tungependa kutaja hadithi moja

Nimeona kheri yote kadijitamaa imekuwa ni yenye kujumuika katika nini, fi qat'i tamaa, yani imekuwa ni yenye kujumuika katika kukata tamaa, yani yani, katika kukata, yani kukata tamaa ambayo, ya vitu ambavyo kama viko mikononi mwa watu, nili mtu kukata tamaa si tamaa kwamba e, tamaa ile nyingine la hii e, tamaa ambayo kwamba tunaongea kuhusiana na, kwa hivyo ni kuivunja kwe kabisa, kutokuwa na tamaa kutamani hii na na kutokuwa kutamani kitu kile. Sasa ndo anasema raaitul khaira kullu kad ijtama fi qat'i a uh, tama amma fi aidi nas, kukata tamaa kwa yale ambayo kwamba yamo mikononi mwa watu jambo la kumi ambalo kwamba ni muhimu sana ni husda. Husda ni miongoni mwa vitu pia ndugu yangu Muislam ambavyo vinavunja na vinazuia dua kutojibiwa, na anasema wahua husda, maana yake nini? Wana, wana akhlaq wanasema, yaani maulamaa wa akhlaq, maulamaa wa walezi wa tarbia wanasema kwamba wahua nayo ni aniyatamanna ahaduhum, ni mtu kutamani ziwala ni'matil ghair, yani kuondoka neema ya asiyekuwa yeye, yani kuondoka neema ya mtu mwingine. Fahuwa, basi huyu ambaye kwamba anahusudu, la yatahammal, hawezi kuhimili, an yara ni'matan, kuona neema, manaha Allahu li shakhsin, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mtu, au manaha Allahu li shakhsin ma, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mtu fulani wa huwa maradhun akhlaqiyun, na hii husda ni maradh, yani ni ugonjwa wa kitabia, yani ni ugonjwa ambaye kwamba inakuwa na suluki ya mtu inakuwa na tabia ya mtu. Mtu akiwa ni, ni hasid kiyo, au akiwa ni hasuda, akiwa ni mwenye kusudu watu, huwa yuko na hizi sifa ambazo kwamba tumezitaja, yani kutamani kabisa neema ya Mwenyezi Mungu iwe ni yenye kuondoka kwa mikono ya watu na pia hizo neema zenyewe zio ni zenye kurudi kwake, kama annahu, kama vile hii hasad ya habisu dua vile vile inakuwa ni yenye kuzuia dua. Anasema e, miongoni mwa hadithi tutakuwa ni yenye kustafidi, miongoni mwa hadithi kwamba alhasadu, kutoka kwa Imam Jafar Sadiq anasema alhasadu Husda hii asluhu asili yake ni miongoni mwa nini, unatokana, unatokamana na upofu wa moyo, yani hasad siku zote inatokamana na upofu wa moyo na nini, waljuhud na kupigana au na kwenda kinyume na nini, waljuhudu bifadhli llahi taala wa huma janahani lilkufr

Ameingia mwanadamu katika hasara ya daima, katika hasara ya milele. Sasa mtu akiwa ni hasudu, mtu akiwa na hasad, daima atakuwa ni mwenye kuingia katika hasara ambayo kwamba siku zote. Hata sisi tuangalie katika maisha yetu ya kawaida, mwanadamu atakapokuwa anausudu watu wengine, siku zote atakuwa anaishi na magonjwa ya moyo wake, atakuwa anaishi na magonjwa moyo ambayo kwamba hatakuwa ni mtu mshta hata kuwa ni mtu ambaye kama ametulia, hata kuwa ni mtu ambaye kwamba e, ana utulivu, hata kuwa ni mtu ambaye kwamba ana focus, bali atakuwa ni mtu ambaye kwamba kila wakati maradhi hii ya hasad inakuwa ni yenye kumsumbua. Tume Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, atujalie minalladhina yastami'u qawla fayattabi'u ahsanahu, atujalie tuwe wenye kuondokewa na hii maradhi ya hasad. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala